Ndugu na dada katika Bwana, leo twaenda kuhusu kuongea kuhusu uadilifu. Kukuwa mwadilifu ni kufanya matendo ambayo yanafurahisha Mungu, ni kukaa katika maisha ambayo si ya kuonyesha watu, bali ni maisha ya kumtukuza Bwana. Katika kitabu cha Waefeso tano mstari wake wa nane kuendelea inatuonyesha jinsi ambayo Paulo alifunza watu kuishi kwa uadilifu. Kwa hivyo ningewasihi na niwaombe ya kwamba unapotaka kuwa mtu mwadilifu lazima ukue mtiifu ukuwe na utu wema ndani yako, ukuwe wa kusameheana na pia ukuwe wa kusaidia walegefu na wanyonge, ili naye Bwana aweze kuona uadilifu wako na kazidi kukuinua. Tunaona mambo mengine ambayo tunafanya katika maisha tunaangalia tunaona, twajifanya tunajua lakini, yote katika maisha ya Bwana, hakuna kitu inaonekana, maana tunafanya kando na mapenzi ya Bwana. Alipokuwa anafundisha wanafunzi wake, aliambia wafunze watu kufanya mambo mema, maana maandiko inatuambia ya kwamba unapotenda mema na unaenda shughuli zako naye Bwana yu pamoja nawe, maana unapofanya hayo ni ya kutukuza mapenzi ya Bwana. Watu wanaweza kuwa waadilifu na njia tofauti, lakini iliyo yako intuze milele, maana hiyo ndio itafanya Baba wa biguni aweze kukupea urithi wa wabiguni. Ni vizuri na ni vyema ujikakamue katika kutenda mambo mema, uwe mwadilifu zaidi katika nyumba ya Bwana. Funza watu. Mtu anapofanya jambo baya, mwambie hiyo jambo umefanya ni baya, maanake atageuka na hiyo itakuwa jambo ya kumuinua Bwana Baba aliye biguni. Atafurahi na atazidi kukuinua, si uonekane na watu, bali yeye mwenyewe kwa sababu ya mapen, matendo na mapenzi yake. Matendo yako ndio itakayo kupigania, matendo yako ndio itakayo ongea katika siku ya mwisho, siku ya Kiyama. Kwa hivyo ni vizuri uwe mwadilifu. Angalia mambo na njia ambayo inafaa. Sijifanya wajua wala ujipate haujui. Tumia maandiko ya Efeso kulingana na Paulo alipokuwa anafunza kanisa la Bwana. Nuru na Bwana, jina la Bwana litukuzwe milele na milele, Amen.